Familia moja katika kaunti ya Uasin Gishu inalilia serikali kuwasaidia kurejesha mwili wa mpendwa wao nchini kwa mazishi. Martha Wanjiru alifariki nchini Saudia miezi tisa iliyopita katika hali tatanishi, ila sasa familia yake imeshindwa kulipia gharama ya kurejesha mwili wake nyumbani. Na kama anavyotuarifu John Wanyama, familia hiyo haina uwezo wa kumrejesha mpendwa wao nyumbani ili kumpa heshima za mwisho. Huzuni na majonzi zimekuwa kama kawaida kwa familia hii inayoishi katika kijiji cha Kiplombe huko Eldoret Kaunti ya Uasin Gishu. Kwa miezi tisa sasa, familia ya Martha Wanjeru aliyekuwa na umri wa miaka ishirini na nane imekuwa ikiomboleza kifo chake, mwili wa mwanao ukisalia nchini Saudi Arabia. Martha alikuwa amesafiri hadi Saudi Arabia kufanya kazi za nyumba. Alitoka hapa mwezi wa saba tarehe ishirini na mbili kwenda kazi upande wa Saudia. Alipokuwa huko, tulikuwa tunaongea naye kwa simu Nikamuuliza kama ako na shida, akaniambia ana shida yoyote, usilalangi kabisa, silalangi, silalangi. Familia hiyo sasa ikililia mwili wa mwanao kurejeshwa humu nchini, ikidai kuwa wakala anataka shilingi milioni moja ili kufanikisha kurejeshwa kwa mwili wa marehemu, fedha ambazo hawana. Majonzi yakimlemea mamake hapo kwa ofisi yake ndio alituambia kenye kinaendelea, ndio akatuambia msichana alikufa, na alikufa na shida ya moyo, na alikufa akikimbishwa hospitali. Sasa sijui ni nini iliendelea, kwa sababu mtoto wangu hajawahi kuwa na shida ya moyo. Ili alikuwa ametupangia tatubadilisha maisha yetu, na mama yangu hapa Mumia roba <laughs> <laughs> Lakini... <laughs> yeah, <naskia> <laughs> tunataka tu saidizi saidizi tu tunataka tusaidiwe tu. Mwili irudi tumzike, turidhike roho zetu. Hata familia ikisema kuwa walipata habari za kukanganya kuhusiana na kifo cha mtoto wao, lakini lakini tena kufika fika mbele mbele ukatoka obstacle nyingine. Oh, mara sijui huyu mtoto alijiua sijui alijiulia police station hasa, tukaanza tena kuchanganyikiwa. inatangaza kwamba wanatafutia vijana kazi katika nchi za nje. But eh, swali ni kwamba wengi ambao sisi kama human rights huwa tuna receive eh, miili kutoka sehemu za nje, almost 10 eh, bodies from outside the country in a month. Sasa tunajiuliza kama hii ni kichinjio ambao watoto wetu ambao Alfred Mutua na watafutia na wapeleka kule. Familia hiyo ikitaka serikali kuweka mikakati ya kuhakikishia Wakenya wanaofanya kazi ughaibuni wanalindwa. John Wanyama, Runinga ya Citizen, Kaunti ya Uasin Gishu.